Gonja za mifupa pamoja na maungio now it's becoming the um, changamoto kubwa. Nimepata baba mmoja ambaye anashindwa hata kuchuchumaa kabisa. Sasa kilichotokea ni kwamba um, nikafanya vipimo na nikagundua kwamba ana msuguano kati ya mfupa wa juu wa knee joints na wa chini, ambapo sasa ile umekuja kuta synovial fluid yote imekwisha Yani ule uteute ambao tunauita urojo au roto kwa lugha za Kiswahili, synovial fluid kwa English, ni kwamba sasa ilikuwa imepungua, na sasa shida kubwa sana si kwa ajili ya mfupa mmoja, lakini tukacheck tena na kipimo kingine, katuambia kwamba uric acid is too high na calcium. Sasa ile concentration tukakuta iko vele, sahizi osteoarthritis, osteoarthritis pamoja pia na gout inaanza kutalada vijana, asema ina, ina talada yani inapamba moto so um, sisi tumekuja na, na package ambayo inaweza kumaliza hii kitu chana na mambo ya kufika stage, sasa yani ifike hatua sasa hata, yani hata kutembea changamoto, ifike hata hatua yani kiuno yani hata kuinuka changamoto lakini pia sasa kumekuwepo na hizo ambazo zimetengenezwa kwa mfano uh, issues za kwa watu waliopata ajali na vitu vingine, complications nyingi ambazo zimesababishwa na kuumiza mfupa wenyewe, na content zake calcium inaweza ikarudishika, lakini pia synovial fluid ikarudishika, na joints zote zikaanza kufanya kazi vizuri without uric acid ambayo imetengenezwa no kwa mboga, mboga na matunda ambayo naenda kufix out changamoto hii kabisa na kuweza kumaliza huu mgogoro ndani ya uh, muda mfupi kabisa. Sisi tuna sisi mimi na hivyo daktari Mama mani, tuna namba tutaweka hapo chini, hapo chini kwa ajili ya kama utahitaji kuwasiliana na sisi. Nikutakia wakati mzuri na karibuni, asante.